Msikilizaji, umeshawahi kufikiria kufanya kilimo ambacho hakitegemei mvua au ardhi kubwa? Wakulima wengi wanakabiliana na changamoto hizi, kuanzia kwenye ukosefu wa mvua, mfumuko wa bei za pembejeo na masoko. Hata hivyo, suluhu inaonekana iko karibu. Uvumbuzi wa teknolojia kwenye kilimo kumebadili kabisa jinsi tunavyofanya kilimo, kuanzia akili bandia hadi matumizi ya ndege nyuki, yani drones. Swali kuu hapa ni je, wakulima wanajua kikamilifu fursa zilizoko leo? Katika makala ya Gurudumu la Uchumi tunaangazia namna teknolojia inavyoweza kuleta mapinduzi kwenye sekta ya kilimo na kilimo biashara hapa Afrika Mashariki. Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu hivi leo. Msikilizaji, studioni nimepata ugeni kutoka nchini Tanzania na si mwingine ingine bali ni Mhandisi Octavian Lasway ambaye yeye amejikita katika matumizi ya teknolojia kwenye kilimo. Je, unataka kufahamu kuhusu umwagiliaji kilimo cha kitalubanda yani greenhouse na kilimo biashara? Basi tutegee sikio mwanzo mpaka mwisho wa makala haya. Pengine uh, Octavian, kwa kuanza tu, teknolojia imebadilisha vipi tasnia ya kilimo katika miaka ya hivi karibuni? Zamani wakulima walikuwa wanatumia mbinu duni au mbinu za kipindi hicho, lakini kutokana na ongezeko la mahitaji ya binadamu basi teknolojia imekuja kubadilisha kabisa ile namna ambavyo kilimo kinatakiwa kifanyike. Kwa mfano sasa hivi badala ya kumwagilia kwa mifereji na mitaro watu wanatumia uh, umwagiliaji kwa njia ya matone uh, sprinkler irrigation, badala ya kutegemea utabiri tena wa kuangalia mwezi kuangalia jua, sasa hivi wanatumia utabiri wa kisasa wa hali ya hewa kujua mvua itanyesha ni wakati gani, wa pande ni wakati gani ambao natakiwa uvune. Lakini pia ukiangalia hata kwenye teknolojia zile ambazo za kusaidia katika ku Uh, kuongeza uhai wa mazao baada ya kuvuna hasa mazao ya mbogamboga na matunda. Sasa hivi kuna teknolojia za nyumba baridi cold rooms, na teknolojia nyingi za uchakataji wa kufanya kwamba mazao yaweze kukaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo teknolojia zinasaidia sana kwa kiasi kikubwa. Bila shaka teknolojia mara nyingi inapokuwa uvumbuzi umefanyika hasa kwenye eneo la, la kilimo lazima kuwe na wakati na mazingira A, pengine ni teknolojia gani ambazo zinaweza kutumika kwenye mazingira yetu hasa ya ukanda wa, wa Afrika Mashariki teknolojia zina focus au zinaweka msingi katika kuimarisha vile vitu ambavyo vinatumika katika uzalishaji, ndo teknolojia zinawekwa pale. Kwa mfano vitu ambavyo vinatumika kwenye uzalishaji, tuna maji. Katika maji tuna teknolojia za kisasa za umwagiliaji, kwa sababu maji yanaendelea kupungua kila siku. Kwa mfano ukiangalia uh, wakati baba yangu anazaliwa kule kwetu Moshi na Kilimanjaro Rombo, kulikuwa na mito mingi, sasa haipo tena lakini watu wameongezeka, kwa hiyo wanahitaji kutumia maji. Kwa hiyo teknolojia za kisasa kama uh, umwagiliaji wa matone sprinkler, uh, drip irrigation hizi, ukiangalia center pivot, zinasaidia. Kwa hiyo teknolojia kama kupima udongo kwa njia ya kisasa, mbolea za kisasa za kurutubisha ardhi ni muhimu katika hilo. Lakini teknolojia nyingine ambazo zinahitajika kwenye, kwenye, kwenye uzalishaji ni hali ya hewa kwa mfano sasa hivi kuna njia nyingi za, za, za, kwa kimombo tunaita ni GIS na remote sensing ambazo zinasaidia kuangalia na kutabiri hali ya hewa kwa ufasaha zaidi. Lakini kwenye teknolojia kitu kingine ni taarifa za masoko mm. kwa sababu huwezi kufanya vitu vyote, lakini mkulima anaangalia pesa. Kwa hiyo taarifa za masoko sasa hivi ziko, ziko, ziko mtandaoni, ziko kwenye mitandao ya kijamii, ziko kwenye ha, ubunifu mbalimbali mbali, ambazo unakwenda una, una kumpa mkulima. Kwa hiyo ukiangalia vile vitu vyote ambavyo vinatumika kwenye uzalishaji ndo teknolojia imejikita huko kuhakikisha. Kwa hivyo, kwa maana kwa nyingine unajaribu kusema kwamba kutumia teknolojia kwenye kilimo kuna faida zaidi eh, kuliko vile ambavyo wakulima wale pengine wadogo wale wakubwa wanaweza wakawa tayari wameshazifahamu teknolojia. Lakini tunafahamu kwamba kwenye ukanda wa Afrika Mashariki wakulima wengi mm. ni wale wa, wa, wakulima wakati wadogo eh, nasema mm. pengine unaweza ukawaambiaje kwamba kuna faida kiwango gani cha matumizi ya teknolojia kwenye kilimo cha kwanza kabisa, uh, matumizi ya teknolojia nakupa mfano mm. kama muuza madafu alikuwa anauza madafu kwa baiskeli siku ambayo atanunua pikipiki ni dhahiri ataweza kufikia watu wengi kwa ufanisi na hatachoka. Hiyo no essence, na namna nzuri ya kuelezea kuhusu teknolojia. Lakini teknolojia hizi zinatakiwa pia zimfikie mkulima, kwa sababu wakulima wetu pia uh, wanahitaji elimu, wanahitaji nasaha, wanahitaji taarifa, wanahitaji pia fedha kwa ajili ya kununua hizi teknolojia ambazo tunaziongelea kila siku na unadhani nini imekuwa changamoto kubwa uh, kwa wakulima wetu hasa kwenye ukanda wa, wa Afrika Mashariki? Tatizo kubwa la, la, la, la, la kilimo chetu ni, ni, ni, cha kwanza ni taarifa. Wakulima wengi hawana taarifa. Ukitaka kujua hilo, angalia kwa mfano zao la parachichi. Sasa hivi kule Tanzania kuna taarifa nyingi zimesambaa kuhusu zao la parachichi. Sasa ukienda maeneo kama Njombe, Mbeya na Iringa utaona watu wengi wanakuja kuwekeza. Kwa hiyo uh, taarifa na masoko ni jambo la muhimu sana kwenye kwenye kwenye uwekezaji wa kilimo, kwa sababu kilimo ni biashara kama ilivyo biashara nyingine. Lakini pia uh, ni, ni, ni vile visababishi, kwa mfano uh, huwezi kukwepa ishu ya ardhi yenye rutuba, upatikanaji wa maji utaalam namna ya kufanya. Kwa hiyo ni, ni, ni mambo ambayo ni mtambuka yako mengi ambayo yanatakiwa yazingatiwe. Umezungumzia sana kuhusu swala la la masoko Octavian, na sasa hivi watu wamekwenda kidigitali zaidi, hili linaweza likafanyika vipi ili kumsaidia mkulima? Amekwisha lima, lakini sasa hajui anafanyaje fanyaje kufikia soko kubwa zaidi? ni, mimi, ni, ni muumini na talamu wa masuala haya, haya ya digital uh, na nakumbuka wakati nikiwa chuo kikuu uh, katika Watanzania wa kwanza ambao tulitengeneza mobile application kwa ajili ya kuuza mazao na nini nilikuwa ni mojawapo, lakini of course ile startup yangu ilifeli <laughs> yeah. Na sikuweza kuendelea na, lakini uh, taarifa za masoko ziko za namna nyingi lakini tunapoongelea uh, digital transformation au uh, mabadiliko ya kidijitali ya ki ambayo yanamfanya mkulima aweze uh, kuuza mazao yake direct kutoka shambani kwenda kwa mnunuzi ni, ni nanii nzuri. Na ukiangalia kwa mfano kwa nchi za Afrika Mashariki uh, kwa mfano Kenya tuna watu kama mkulima yang uh, Tanzania kule tuna, tuna tuna kama ninayo soko freshi tuna, tuna, tuna, tuna mazao hab na Uh, platform nyingine lakini stili tuna tatizo la infrastructure katika kufikisha huduma. Tatizo hili la infrastructure katika kufikisha huduma, kwa mfano wakati mimi nafanya uh, huo ubunifu wangu niligundua kwamba kwa Afrika uh, tatizo sio e-commerce, tatizo ni logistic. Kwa mfano leo mkulima wa Ifakara Malinyi, vijijini ambao anatoaje mazao yake, ameona kuna fursa ya kuuza mazao Dar es Salaam hmm. ana gunia tatu za mpunga anaziweka kwenye platform ana request, anapata mnunuzi kutoka Dar es Salaam atawezaje? Kuna vigeti kutoka Malinyi ambapo ni kilometa mia tano hamsini mia sita mpaka kufika Dar es Salaam kuuza gunia tatu za, za, za, za mpunga mm, kwa hiyo tuna tatizo la infrastructure. Kwa hiyo tunashauri tuna shauri na tunasema kwamba ni vizuri wakulima kwenye maeneo yao wawe na teknolojia za kuongeza value za yes, ya, kuchakata yale mazao ili ya waweze kuyafanya katika namna rahisi ya kuweza kusafirishwa na kuenda kuuzwa kwenye masoko, lakini pia kuna nafasi kwa vijana vijana. Uh, sio lazima uende shambani ukalime, ndo usema unafanya kilimo, hapana. Kuna ule mnyo, mnyororo wa thamani unaweza ukalima unaweza ukawa mfanya biashara, unaweza ukawa msafirishaji, unaweza ukawa mchakataji, unaweza ukawa mtoa huduma kama mimi. Kwa hiyo kilimo ni value chain, ile mnyo, mnyororo wa thamani. Kwa hiyo kuna fursa hizo. Unadhani mabadiliko ya, ya tabia nchi, ya nchi yameathiri kwa kiwango gani ama kwa kiasi gani sekta ya kilimo kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki? Mabadiliko ya tabia ya nchi ni swala ambalo ni pana na ni swala ambalo lina athiri sio tu kwenye kilimo, ila ni sekta nyingi katika aha, uchumi. Lakini kilimo, kwa nini kinagusiwa sana kwamba ndo kinaathirika zaidi? Cha kwanza kabisa, wakulima wengi wa Afrika Mashariki na Afrika uh, chini ya jangwa la Sahara tunategemea mvua na mojawapo ya vitu ambavyo vinaathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi ni, ni, ni upatikanaji wa mvua na, na, na hii inasababisha ukame na vitu vingine. Kwa hiyo mkulima wa Afrika anaathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi kwa sababu sekta ambayo yeye anaitegemea katika uzalishaji katika uchumi wake, uh, mabadiliko haya ya taharuki ya mabadiliko haya yote yameathiri sekta ya kilimo lakini pia na sekta nyingine ambazo za kiuchumi. Na msikilizaji, na kufikia hapa ndio tunatia nanga ya sehemu hii ya kwanza ya makala ya Gurudumu la Uchumi. Kwa jumaa hili tumekuwa na Mhandisi Octavian Lasway, yeye ni mtaalam amejikita katika maswala ya teknolojia kwenye kilimo. Tutaendelea na makala haya wiki ijayo, usikose kuungana nami Emmanuel Richard Makundi. Kwa heri.